Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umemalizika salama na japo umemalizika kwa namna isiyotupendeza sisi, na kwa namna ambayo hatukuwa tumejiandaa nayo. Tumepoteza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi na tena tumepoteza nyumbani kwetu, Benjamin Mkapa, ambayo tunaamini huwa ni kitovu chetu cha mafanikio, lakini hileo mambo yamekuwa tofauti. Tulijiandaa, tulifanya maandalizi makubwa ya kuja kupata ushindi hileo, na kila kitu kilikuwa kiko sawasawa sawa, kwa ajili ya mnyama kupata ushindi hileo, lakini mambo yamekuwa tofauti baada ya kipindi e, baada ya mchezo kuanza, na mpinzani wetu akanufaika kwa nafasi moja alipata, akaweza kufunga goli ambalo limetokana na kujigonga, eh, kwa maana ya, ya, ya defle, deflection na hatimaye ikazaa bao moja pekee ambalo limetenganisha mchezo kumi sisi kwetu Simba Sports Club tunasema ya kwamba haya ni matokeo mabaya, ni matokeo mabaya sana. Kufungwa ni jambo moja, kufungwa nyumbani ni jambo la pili, hasa kwenye michuano hii ya Afrika ambayo kila mtu anajidhatiti na ameweka ngome kubwa kupata ushindi nyumbani. Lakini kwa sisi imekuwa tofauti, leo tumeanza kwa kupoteza mchezo wetu wa kwanza tena, nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Ni matokeo ambayo yanafedhehesha, ni matokeo ambayo yanauma, ni matokeo ambayo yanachukiza na ni matokeo ambayo yanaumiza ya kweli kweli. Lakini matokeo haya pamoja na, na, na, na machungu tunayoyapata kupitia matokeo haya, lakini hatupaswi kutukatia tamaa vijana sasa hivi

Yanga, mpinzani wa Yanga huyu, Petro ni hatari. Petro ana baraa zito, inawezekana sio timu. Unajua, sisi tunachanganya ubora na umaarufu. Inawezekana Petro sio timu maarufu kama ilivyo Sted Malien, sio timu maarufu kama ilivyokuwa Stelen Bosh, sio timu maarufu msimu uliopita, lakini unapokuja kwenye kiwanja unapata upinzani.